Leo tulikuja kwa ajili ya kuona kwa sababu vituo ni vya muda mrefu, lakini vimekuwa havifanyi kazi kama tulivyoelezwa pale katika historia eh, tangu sabini na tisa huko kituo kimekabidhiwa kime kimeanzishwa, lakini tunajaribu kufuatilia. E, kwa mkuu wa kituo ananiambia programu ya mwisho imefanyika mwaka elfu mbili na nane ambayo ilikuwa na vijana sitini kutoka mikoa mitatu na tangu mwaka 2008 na leo ni na 2025 na hakuna kitu chochote kimefanyika pale ukiangalia kwa maana eneo ni rasilimali kubwa sana, ile rasilimali kubwa na bado ina potential kubwa sana ya kuweza kuona tunavyoweza kuiboresha na kuwasaidia vijana wetu pia kwenye hilo eneo. Sasa ninyi ndio wenye mkoa, kituo hiki ni cha kitaifa, lakini ninyi lazima mteki interest zaidi, kwa sababu kina manufaa pia makubwa sana kwa maana ya wananchi hapa, lakini chochote kitakachofanyika, maana yake kitaendelea kuifanya Songwe iendelee kusikika. Sasa kama nilivyosema, vituo viko vitatu, na hatuna uhakika tutakuwa na rasilimali kiasi gani ya kuendeleza vituo vyote. Pengine naweza tukaambiwa kiwe kituo kimoja tu. Sasa tutaendeleza kipi? Itategemea pia na serikali ya mkoa na eneo husika na wilaya wana willingness kiasi gani ya kufanya. Kwa sababu na maeneo mengine pia na wenyewe wanataka pia vitu vifanyike kwao. Masuala ya vijana kwa sasa ni mambo ambayo yana kipaumbele kikubwa sana e, katika serikali lakini hasa pia mheshimiwa rais mwenyewe. Eh, ni masuala ambayo hataki kuona kuna mtu anayawekea kikwazo kwa namna yote hiyo, kwa sababu ni jambo ambalo yeye anatambua umuhimu wa vijana katika taifa hili, anatambua anachotaka kukifanya, na ndio maana akaunda hii wizara na ndio maana akaipa kipaumbele na akaiweka chini ofisi yake, kwa sababu anataka kuona masuala ya vijana hayakwamishwe kwa namna yote hii. Sasa, hii maana yake nini? Maana yake na sisi watendaji sasa ambao tumepewa dhamana fanye kwa vitendo tuonyeshe kwamba na sisi pia tunaona kuna umuhimu wa kufanyia kazi yale ambayo e, tunaelekezwa na tunayapa kama kipaumbele. Kwa hiyo ningewasi sana wataalam ambao mko hapa, lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba tutoe kipaumbele kikubwa sana sana katika mambo ambayo yana zero tolerance tunasema, ambayo yavumiliki. Sasa hivi katika vipaumbele vya serikali ni masuala yanayofikia yanayohusiana na vijana. E, yaani ni rahisi zaidi mtu kuondoka saizi kwenye masuala ya vijana kuliko maeneo mengine. Kwa hiyo tuweke uzito unaotakiwa kwa sababu ni jambo ambalo uh, ni la kipaumbele na ukiangalia okay, ahadi za mheshimiwa rais alitoa hadi 13 kwenye siku mia moja. Hadi sita tunagusa masuala ya vijana. Hii ndio kuonyesha how serious it is na popiwa kwenye swala hili. Eh, kwa hiyo ningeomba sana e, wote tunahusika kwa sehemu zetu tulifanya jambo hili kwa wakati na kwa haraka. Sasa hivi tunaelekea katika bajeti. Mwezi wa kwanza tunaanza bajeti. Leo tarehe 15. Kwa hiyo baada ya tarehe 15 kuisha, tunazungumzia tunaanza mchakato wa bajeti. Kama haya mambo tutakuwa hatujafanyia kazi, ina maana tutakuwa tunakosa input za kuingiza kwenye bajeti pia. Kwa hiyo ningeomba liwe jambo la haraka, tulichukulie kwa uzito na kwa haraka e, ili ndani ya wiki hizi mbili tukamilishe ripoti yetu vizuri na tuwe at least na first draft ya kutusaidia kwanza sasa kuona tunaweza kuelekea kwenye maeneo gani. Kwa hiyo najua ni nyakati ambazo zinaelekea kwenye sikukuu na nini, lakini naamini kwa umuhimu wake na uzito wake e, tunaweza tukalisimamia e, ndani ya hizo siku kumi na tano tuweze kupata kitu ambacho tunaweza tukakipeleka kwenye utekelezaji wake. Lakini kijana anataka kama inawezekana, namwambia inafanyaje, inawezekana? Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo kasi katika utendaji wetu kazi ndio falsafa ambayo Mheshimiwa Waziri amekuwa kinadi nakafikiri ni vizuri pia mimi mkaifahamu hii lakini, la pili ni kufikika. Ku, kufikika kote tulipopita huko e, Mheshimiwa Waziri amesikiliza kuona vijana walio wengi taarifa tu za kawaida hawana, na viongozi wengi tumepewa nafasi, lakini tupo na zile taarifa kwa hiyo wananchi, kinachotokea ni kwamba wanaona kwamba wale ni wa serikali na sisi ni wananchi. Kwa sababu sisi wa serikali tutakwenda kutoka nyumbani, tutakwenda tutakwenda ofisini, ofisini na tutatoka ofisini, tutakwenda nyumbani. Hayo yanakuwa ndio maisha yetu ya kawaida. Kwa hiyo vijana wengi hawafiki, yani hamuwafiki. Kwa hiyo alianzisha hili la kufikika, na anasema yeye mwenyewe anafika katika maeneo husika na kote alikopita alitoa maelekezo kwamba viongozi twendeni tuwafikie vijana mahali walipo ili muweze kuyajenga. Wizara lazima itumie teknolojia kwa sababu sasa hivi maisha yote ndio yako huko kwenye nini? Kwenye teknolojia hasa teknolojia hii haishi tu, kwamba vijana wengi tunaweza tunawafikia, wako kwenye TikTok, wako kwenye Facebook, wako kwenye X, wako kwenye Twitter, wako wapi huko, lazima tuwafikie. Kwa hiyo teknolojia ni muhimu vijana wa kuelewa, kwa sababu maisha yao ndio yako huko. Lakini sasa kwa teknolojia hili, mheshimiwa waziri anasema wizara itaenda mbali zaidi, itatengeneza mfumo wa kuweza kuwaunganisha vijana nchi nzima na kijana kama amesumbuliwa mara mbili mara tatu hapewe huduma hapewe inibi, aweze kumfikia Mheshimiwa waziri moja kwa moja kwa kutumia simu yake, yani kwenye simu kijana ataingia pale, pale, ah, bwana nimeenda ofisi fulani nameambia hivi nazungushwa nafanya hiki nafanya hivi, ana uwezo akai access wizara moja kwa moja. Tunashukuru serikali na yeye mwenyewe waziri wetu kwa kututembelea kwa kweli tuko nyuma yake, kiwa ameweza kufika kwenye kituo chetu na kujionea fursa zilizoko pale, miundo mbinu mito ya maji iliyoko pale na ahadi zake alizotuahidi, tunaamini kwamba kituo chetu cha maendeleo ya vijana kinakwenda kufufuka na vijana wetu wa nchi hii ya Tanzania watakwenda kupata fursa kubwa na mafunzo makubwa ambayo yatasaidia katika kujiajiri na kufanya maendeleo ya uanzishwaji viwanda vidogo vidogo kutokana na kile watakachokuwa wamejifunza mahali pale. Nashukuru Mungu kwamba umesema hiki kituo kimetelekezwa. Kwa kuwa kimetelekezwa na umekuja kijana, na tuna imani, tumekuona kwenye mitandao jinsi unavyozungumza na vijana, lengo lako na nia ya dhati kwamba unataka kuwanufaisha vijana ili waendelee kuipenda nchi yao. Nafikiri hiki kituo utakapokuwa umekiboresha vizuri, vijana wengi watanufaika, wataachana na mambo mengine ya ajabu ajabu, kwa sababu risala nyingi zinazosomwa kwenye kituo hiki wakija viongozi ilikuwa ni za uongo. Kwamba, kuna vijana wanajifunza sijui, wanaenda wapi wanaenda kuwaonyesha maboa ya watu wengine, yako masangula huko kwao, inakuwa ni bula, bula, lakini hatupati tiba sahihi. Lakini kwa nivyo, kwa nimeenda huko kaenda huko nikajua hapa kama ni upele, sasa umempata mkunaji. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tukutakie maisha marefu, lengo lako na mawazo yako na maono yako ya kukiboresha hiki kituo kwa kweli tulikuwa tunakiomba, kwamba kama imeshindikana basi tuanzishe, tuiombe serikali tuanzishe angalau chuo hata cha kilimo Vijana wajifunze kulima, wajifunze kufuga, yaletu hata mang'ombe, kwa sababu ile eneo ni eneo kubwa sana, lina heka nyingi. Yaletu hata mang'ombe, vijana wajifunze kufuga kuku, wajifunze kufuga ng'ombe, wajifunze kulima, lingeweza kutusaidia. Lakini kwa kuwa umekuja na maono ya kwamba unataka kufanyia nini, utajua mpaka umeamua kuja hapa, kuna kitu utakuwa umekiona na unataka kufanya nini.